Fanye kitu hata kama sisi tutajikuta tumekosa sana, basi watoto wetu Mungu ajipatie kutoka uzao wetu. Malezi yetu yawaelekeze huko, yawaelekeze katika kumjua Mungu kwa kiwango cha juu. Tunaweza tukainuka tuimbe. Nilitamani sijui kama utakuwepo wimbo kwenye huko studio, nataka nimjue Yesu, nataka sijui kama utakuwepo pale. Maana kadri utakavyomfahamu Yesu ndivyo utakavyoathiri zile tabia zetu zingine tulizopokea kutoka huko. Kwa hiyo Mungu atusaidie basi, tutakuwa tunaimba, na kwa sababu tunazo kwenye skrini hapo, itatusaidia ila mwenye skrini awe umepesi kutuhamisha, wakati mwenza kakuta tumemaliza, yeye anachelewa kutoka. Kwa hiyo mwepesi, karibu mtu wa pesaazii

Nikae naye kwa mazungumzo zaidi, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake kukaribia jioni ya leo, mwambie Mungu atengeneze moyo wako. Jioni ya leo, mwambie Mungu atengeneze maisha yetu. Jioni ya leo, mwambie Mungu jambo juu ya moyo wako. Jioni ya leo, tamani kukombolewa kutoka hatari mbalimbali. Tamani kufunguliwa, tamani kubadilishwa, tamani kuwa mtu mpya, tamani kuwa kama msa Musa alibadilishwa, akabadilika. Na sisi tubadilishwe, na sisi tuchukue tabia ya Kristo. Yesu. Hebu mwambie Bwana afanye ukombozi kwenye maisha yako. Mwambie Bwana, naomba ufanye ukombozi kwenye maisha yangu. Mwambie Mungu kila namna yote ya kuathilika, labda sielewi, lakini nimeathiliwa. Maana wakati mwingine Biblia imesema kama alivyo mama ndivyo alivyo na binti yake kumbe tunaweza tukawa tumeathiriwa lakini hebu Mungu afanye kitu kipya. Mungu aanze kutembea na sisi kwa namna nyingine. Kadri tunavyomjua Mungu zaidi, ndivyo tunavyoathiriwa kuwa kama yeye, ndivyo tunavyopelekwa kufanana na yeye. Mwambie Bwana, nisaidie. Kuna mambo mengi ambayo saa nyingine tunakuwa tumeshashindwa, labda tulishaathiriwa na mambo mabaya, tulishaathiriwa na tabia mbaya, lakini Mungu anaweza akatukomboa na kutuponya nazo zote. Wakati mwingine hata um masikini tulio nao wewe, unaweza kangana, unadhania ni wewe tu, kumbe umasikini wako umetoka mbali. Wakati mwingine hata hali ya magonjwa unayopambana nayo, kumbe wakati mwingine imetoka mbali. Hebu Mungu akusaidie, hebu Mungu atusaidie. Maisha yanakuwa magumu, hayaendi. Kwa nini hayaendi? Kwa nini yanakwama? Kumbe kuna namna fulani ambayo imeathiri maisha yetu, ambao tukimwambia Mungu, Mungu anaweza kutusaidia kabisa na kubadilisha historia yetu tunaomba kubadilisha historia yetu. Tunaomba Mungu ubadilishe historia zetu. Tunaomba Mungu ubadilishe hali zetu. Tunaomba Mungu tubadilishe katika jina la Yesu. Tunaomba utupe uzima mpya kutoka ule uzima wa zamani ulioharibiwa. Tunaomba utupe uzima mpya, tutoke kwenye uzima wa zamani ulioharibiwa, mahali tulipoharibiwa katika maisha yetu, mahali tulipoharibiwa, mwenendo tulioharibiwa. Bwana utubadilishe, wewe uliyembadilisha Musa, Musa aliyekuwa mwenye hasira, Musa kuwa mkali, Msa aliyekuwa naye ni muuaji kama wazazi wake walivyo, lakini ulimbadilisha Msa ukamfanya kuwa mtu mpole, ukamfanya kuwa mtu mpole. Neno lako linasema, kuliko watu wote, kuliko watu wote waliowahi kuishi katika uso wa nchi. E, Mungu, tunashughulikia maisha yetu, tunashughulikia maisha yetu. Yashugulikie maisha yako, shughulikia maisha ya kizazi chako, kishughulikie kwa moyo, shughulikie kwa Mungu, Mungu tunakukabidhi maisha yetu, tunakukabidhi maisha yetu Bwana, tunakukabidhi maisha yetu. Wewe kama Baba, tusiende kwa tabia zetu, tusiende kwa mawazo yetu, tunakukabidhi wewe Mungu tusaidie. Wakati mwingine tunapita kwenye magonjwa kwa sababu tumerithi kutoka ukoo wa magonjwa, kutoka kwenye maisha ya magonjwa, na sisi tunapita huko, lakini Mungu tunaomba utusaidie, tunaomba kukombolewa, tunaomba kufunguliwa tunaomba utujalie kukuishia wewe Baba, Baba, katika jina la Yesu Kristo. Wewe unatujua maisha yetu, wewe unazijua njia zetu na hali zetu, tusaidie Baba. Wakati mwingine tumeathirika bila kujua tumeathirika, ndio maana wakati mwingine tumeshindwa kumpenda Mungu, ndio maana wakati mwingine tumeshindwa kutembea katika njia za Mungu. Ile nguvu ya kuathirika imekuwa kubwa kuliko ile nguvu tulionayo. E Mungu tusaidie kuwa wenye nguvu s nguvu sio nguvu za mwili, lakini nguvu za rohoni. Mungu tusaidie, tufanyike washindi katika jina la Yesu. Tunavunja kila kiambazi chochote katika maisha yetu, tunavunja kuathirika kitabia, zile tabia tulizozirithi zile tabia tulizoathirika ambazo zimekuwa tatizo hata kwa wenzetu, zimekuwa hata shida kwenye maisha yetu, zimekuwa hata shida kwenye ndoa zetu, maana tuliathiriwa. Ziko ndoa haziendi maana ziliathiriwa, ziko familia haziendi maana ziliathiriwa. E, Mungu tusaidie. E, Mungu tusaidie. E, Mungu tukomboe. E, Mungu tukomboe, tuzione fadhili zako kama wana wa Mungu, maana tumeitwa kwa jina lako Mungu, tumeitwa kwa jina lako Bwana. Bwana, naomba utusaidie, tunapokuwa tumekuja mbele zako jioni ya leo, tunatamani kuona kizazi kipya, tunatamani kuona kizazi kipya Baba, tunatamani kuona kizazi kipya, kizazi ambacho kimekujua, kizazi ambacho kimekujua kuliko kule tulikotoka. Tunatamani kukiona kizazi kipya chenye nguvu, tunatamani kuona kizazi kipya chenye ushindi, tunatamani kuona kizazi kipya kitakachobadilisha historia, tunatamani kuona kizazi kipya kitakachobadilisha historia. Tusitembee katika historia, tusiwe kama baba zetu, tusiwe kama baba zetu kwa baba zetu lakini, ututengeneze kwa namna yako Mungu, utuumbe kwa namna yako baba. Baba, katika jina la Yesu, tunahitaji neema yako, tunahitaji neema yako, tunahitaji neema yako, tunahitaji neema yako, tunahitaji neema yako. Tuna maana jambo hili ni kwa neema, maana jambo hili ni kwa neema. Neema yako Bwana, ikiwa pamoja na sisi, neema yako itatutengeneza na kutufanya kuwa washindi. Neema yako itatusaidia neema yako, itatufanya tuone wokovu mpya. Neno lako Bwana limesema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Tunatamani kuona maisha mapya kabisa, hata watu wote wajue tumebadilika, hata watu wote wajue ya kwamba tumeokoka Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, ninakiombea kizazi changu, ninakiombea kizazi changu, kiokoe baba, kiokoe na magonjwa, kiokoe na magonjwa, kio na magonjwa tazama, tumepita kwenye magonjwa Mungu, tumepita kwenye magonjwa Baba, tumepita kwenye magonjwa Mungu, naomba ukiokoe, naomba ukiokoe, naomba ukiokoe, naomba ukiokoe kizazi changu Bwana, naomba ukiokoe kizazi changu Bwana, kiokoe na umasikini, kiokoe na maisha ya kuhangaika, maisha ya umasikini, maisha ya kuhangaika, kiokoe Bwana, kiokoe Bwana, kio kitembee katika nyayo zako tutembee katika nyayo zako Bwana, ninaomba kwa familia zetu, naomba watoto wanaotupatia, naomba familia ulizotupatia ziwe ni familia ambazo zitakufanana, ziwe ni familia ambazo zitakulingana, tupatie familia njema Baba, tupatie familia yenye kukujua, tupatie familia, watoto wazuri watakaoinua jina lako watakaotangaza nani fadhili zako Bwana, tupatie tupatie Baba, tupatie baraka zetu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Tunavunja kila tabia mbaya, tunavunja kila laana za kulithi mbaya, tunavunja kwa jina la Yesu. Ninavunja zile roho za magonjwa, ninavunja roho za magonjwa, ninavunja roho za umaskini, ninazivunja katika jina la Yesu. Ninavunja roho zile za hasira kali, hasira kali kama ya Lawi na Simioni, hasira kali kama ya Lawi na Simioni hasira inayosababisha tunajikwaa mara nyingine, tumejikwaa kwa sababu ya hasira hizo. E, Mungu tusaidie. E, Mungu tusaidie. Tunakuja na vizazi vyetu. O, mwangalie huyu baba, angalia kizazi chake kisiwe cha kupotea. Bwana, ukifanye kama Musa, walipomzaa Musa, Musa akawa na, na tabia tofauti. Bwana ukambadilisha Musa. Naomba hata kizazi cha huyu baba ukibadilishe naomba kizazi cha huyu mama Bwana Yesu, umsaidie juu ya kizazi chake Bwana Yesu, mpiganie juu ya kizazi chake. Bwana ufanye mabadiliko, Bwana ufanye mabadiliko, Bwana ulete uponyaji, Bwana ulete uzima, Bwana uweze kuleta rehema Baba katika jina la Yesu. Tunakukimbilia jioni ya leo, tunakuijia jioni ya leo, tunahitaji neema yako jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo naomba kukombolewa kutoka athari mbalimbali, watumishi wako wakombolewe. Wakomboe Bwana, wakomboe Bwana, katika jina la Yesu. Mkomboe mama huyu, mkomboe kutoka athari aliyokutana nayo kwenye maisha yake, athari mbalimbali katika maisha yake. Amepita maeneo mbalimbali yameathiri maisha yake, Baba, naomba mkomboe Bwana, mponye maumivu aliyo nayo, magonjwa mbalimbali mbali. Bwana mkomboe na kumsaidia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ulete ukombozi kwa watoto wako Bwana, ulete ukombozi kwa kanisa lako Baba katika jina la Yesu, ukomboe maisha ya mama huyu Bwana Yesu, komboa maisha ya mama huyu. Tunaomba leo maombi ya kukombolewa kutoka kwenye athari. Kuna athari ambazo amekutana nazo kwenye maisha. Tunapoishi kwenye maisha haya, kuna athari mbalimbali tunakutana nazo, zinaleta maumivu, zinaleta Bifu. iwe ni magonjwa ni mateso, Bwana naomba ukombozi Bwana naomba ukombozi Bwana naomba ukombozi Bwana, katika jina la Yesu umsaidie kijana huyo afunguliwe, akombolewe kutoka athari iliyotafuta kuharibu maisha yake iliyotafuta kumwangamiza Bwana, akombolewe Bwana, akombolewe. Mkomboe kila mmoja wetu jioni ya leo, mkomboe kwa damu ya Yesu Kristo, mkomboe kwa damu ya Yesu Kristo ya Yesu Kristo, komboa maisha yetu, komboa maisha yetu, komboa maisha watumishi wako, komboa Bwana, komboa Yesu, komboa Bwana, wewe ni mkombozi wa kweli. Ikiwa uliweza kumbadilisha Musa aliyetolewa katika uzao wa Lawi, waliokuwa na uni wakali, watu wa vita, lakini ukamfanya kuwa mtu mpole. Mungu, tusaidie hata na sisi leo, unaweza ukatubadilisha, hata na sisi leo, unaweza ukatubadilisha uka ukafanya kinyume kabisa, fanya kinyume kabisa, hata watu walivyokuwa na tarajia. Kuna watu walitarajia tutafanikiwa, kuna watu walitarajia tutashindwa, lakini wewe Bwana ukafanye kinyume katika jina la Yesu. Neema yako inatosha, neema yako inatosha, neema yako inatosha, neema yako Bwana Mungu uweze kutusaidia na kutubarikia Mungu, uweze kutusaidia na kutubarikia Bwana neema yako Yesu yanitosha Nema yako Bwana yatutosha, katika jina Yesu, na kuitaji Bwana Yesu. mm -hmm. Nema yako Bwana yanitosha. Wakati tunaimba hivyo wote kwa pamoja tusongee mbele, wote kwa pamoja tusongee mbele. yani tosha wako kidogo navyotaka kwenda kuomba, natamani usikivu wako kidogo tu. Katika maisha tunayoishi tunakutana mambo mbalimbali ambayo wakati mwingine yanasababisha tumeathirika, wakati mwingine hata hizi tabia tumeathirika kwa yale tuliyokutana nayo, maisha magumu tuliyokutana nayo yakatuathiri tabia zetu, wakati mwingine hata umaskini tunaweza tukadhani ni umaskini tu, lakini ni kuathiriwa fulani kuliko sababisha maisha yetu yakapitia hapa. Na hata katika magonjwa wakati mwingine tuliathiriwa, tunaweza tukafikiri ni kawaida tu, lakini kuna mwathiriko fulani ambako umesababisha leo tunapita katika magonjwa haya. Ndiyo maana tunataka kuomba, maombi ya kukombolewa kutoka kwenye kuathirika, ikiwa uliathirika kwa hali yoyote, kwa sababu wakati mwingine wengine tumeathiriwa hata kwenye ndoa zetu tu ile ndoa unayokutana nayo mpaka inakuathiri kabisa, na unapoathiri unapoathirika wewe mpaka unaenda unaathiri mpaka na watoto wako, unatengeneza shida ya kuathirika. Lakini Mungu atukomboe, tuasiliwe, tuwe wa Mungu, yani sisi tuasiliwe, tuwe na, tuwe kwa Mungu, upande wa Mungu, sio upande ule wa hasi wa uharibifu Sio upande wa uharibifu, lakini tuwasiliwe katika ule upande wa Mungu. Mungu ashughulike na maisha yetu. Inawezekana, kama Musa alibadilika, Biblia inasema akawa mpole kabisa kuliko watu wote. Yani sio mpole tu, lakini kuliko watu wote. Maana yake nguvu ya Mungu ya kubadilisha ni kubwa sana, ina ni kubwa, ina uwezo wa kubadilisha kabisa na hiyo ihusike katika maisha yetu, kama tunatamani kumzalia Mungu matunda, tumpe nafasi kwenye mioyo yetu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya kukombolewa kutoka kwenye kuathiliwa maisha yetu. Kuna vitu vingi tumekutana navyo mpaka hata vikaathili, saa nyingine hata tulivyozaliwa tu, tulikotoka kama Musa alivyotoka kwenye kabila la Lawi, aliathiliwa. Ndivyo na sisi wakati mwingine, hayo tumekutana nayo, ongeza na matukio ya duniani, saa nyingine ametuathili, tumekuwa watu wabovu, watu wasiofaa. Lakini tunapokuja kwako Mungu, tunaomba tuasiliwe kwako Mungu, tukufanane na wewe ubadilishe kabisa hali zetu Mungu utuondoe katika mateso hayo, hata wakati mwingine kama tumeteseka kitabia, wewe Mungu unaweza ukajenga tabia ya Kristo ndani yetu. Tumeathiriwa kiumasikini, ninavunja loho hizo, ninavunja athari zote za umasikini, ziachie maisha yetu, tutembee katika ustawi, tutembee katika baraka. Tumeathiriwa wakati mwingine na maisha hata tukapata magonjwa tukalizi magonjwa hayo. Magonjwa leo tunayakataa, tunakombolewa kutoka katika magonjwa hayo, kutoka katika mateso hayo. Bwana, uwafungue watu wako Bwana, utufungue Baba. Tunaomba kubadilisha historia, historia ya maisha yetu, Baba, ibadilike kabisa hatutaendelea kuitwa wale wale, wala mithali inayosema kama alivyo mama na binti alivyo, haitaendelea maana. Ni uzao mpya, ni uzao wa kifalme, ni ukuhani wa Mungu. Tufanane naye aliyetuita, tuondolewe kwenye mwenendo wa kale, mwenendo usiofaa tuliopokea kwa baba zetu. Ninauvunja mwenendo huo, ninavunja tabia hizo mapya moyo wa kumpenda Mungu uumbike ndani yetu, uende mpaka kwa watoto wetu, uende mpaka kwa kizazi chetu, damu yetu, uzae watoto wema, watakao mjua Mungu, watakaobadilisha historia, watakaofanikiwa kuishia tulipoishia sisi, hawatakuwa wa kukwama kama tulivyokwama sisi, lakini utaleta neema na siku moja tutasema hakika ni Bwana aliyetusaidia. Kama tulivyoona ulivyomsaidia Musa huko, tiyari kutusaidia hata sisi leo. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema Bwana Mungu, asante kwa ajili ya maisha mapya ninayoyaanza kupitia kukuamini wewe. Sitaendelea kurithi, mabaya yote yameishia huko. Sasa ninaanzisha maisha mapya, maisha ndani ya Kristo yatakayozaa tabia njema ya kumfanana na Mungu. E Mungu nisaidie, pamoja na kizazi changu, katika jina la Yesu Kristo amen, amen. Asante Bwana wabariki. Asante rudi taratibu. Mungu akukumbuke kwa maombi haya, akufungulie mlango wa kuanzisha taifa jipya la Mungu kupitia wewe. Mungu akutie nguvu kabisa. Basi tunamshukuru Mungu kwa jioni ya leo. Bwana wabariki. Niwatakie ibada za asubuhi kesho. Ibada njema ni kupambania haya mambo. Ukitaka mambo haya ufanikiwe yapambanie. Usipopambana utaendelea kuathiriwa, lakini sisi tumekuwa wa Mungu, tumekuwa wa Mungu. Basi Mungu awabariki sana, jitahidi kabisa kuyaathiri maisha yako eh. Naangalia sasa nyingine, hata historia naangalia, hali ya kwenu unaikataa. Tumepewa neema katika Yesu Kristo eh, unaweza ukakataa kabisa na nafanya kitu kipya. Basi napomaliza maombi haya labda tu ni mlete mama, kulikuwa kuna binti ambayo tulikuwa naye, labda vizuri mkajua habari yake, halafu ntatuailisha kwa maombi. Karibu mwanangu. Bwana asifiwe na wasalimu kwa jina la Yesu. Na mshukuru Mungu kwamba tulikuwa na binti pale nyumbani, nafikiri nimtambulisha Jumapili. E, namshukuru Mungu, tumekaa naye kwa siku kama saba au nane. Kwa hiyo tumemsafirisha, amerudi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Mi nilimpokea tu kwa e, e, kumhurumia. Najua sisi ni wazazi, saa zingine unaweza ukaona mtu anatembea anasema uka, ukamwazia mabaya, lakini unaweza ukampokea.